Takriban viongozi thelathini wanakutana mjini Paris leo kujadiliana na rais wa Ukraine Volodimir Zelenskiy jinsi ya kuimarisha usaidizi wa kijeshi, kuangazia upya juhudi za usitishwaji mapigano na kutathmini dhima ya usaidizi huo, iwapo mkataba wa amani utatiwa saini na Urusi. Haya yanafanyika wakati ambapo rais Volodymyr Zelenskiy ameitaka Marekani kutoyakubali matakwa ya Urusi katika vita vya Urusi vilivyodumu kwa miaka mitatu nchini Ukraine. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo. Mkutano huo wa tatu wa kilele ambao Ufaransa imeuita muungano wa wenye nia na wanaoweza, unaoleta pamoja viongozi kama waziri mkuu wa Poland Donald Tusk, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO Mark Rutte, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni na makamu wa rais wa Uturuki Chefdet Yilmaz. Katika kikao na waandishi wa habari alichokifanya pamoja na rais Zelenski usiku wa kuamkia leo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameelezea haja ya Ukraine kuendelea kusaidiwa. Le soutien. Tunastahili kuendelea kuisaidia Ukraine kwa sababu ni muhimu kuendelea kupambana na mashambulizi ya Urusi. Leo natangaza msaada wa ziada wa kijeshi wa euro bilioni mbili kutoka Ufaransa kwa ajili ya e Ukraine. Zelenski amesema mbali na huo msaada wa Ufaransa, washirika wengine wa Ukrain wanaweza kutangaza misaada yao leo, kwa kuwa Marekani haitokuwa kwenye mkutano huo wa kilele leo. Maafisa wa Ufaransa wanasema matokeo yake yatawasilishwa kwa utawala wake. Pia mazungumzo katika mkutano huo yatajikita katika kuimarisha Ukrain kijeshi, ili kuzuia mashambulizi ya baadaye na jinsi ya kuangalia usitishwaji wa mashambulizi katika shabaha za baharini na miundo mbinu ya nishati kama ilivyojadiliwa katika mazungumzo yanayoongozwa na Marekani Wiki hii nchini Saudi Arabia, maafisa wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa juhudi za Ulaya zinazoongozwa na Macron na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa ajili ya kubuni mipango ya usalama kwa Ukraine, zina zinahama kutoka kwenye kutuma vikosi vya kijeshi na kuzingatia mbadala, kwa kuwa wanakabiliwa na vizingiti vya kisiasa na kimkakati na uwezekano wa Marekani na Urusi kupinga mipango yao. Waraka wa mkutano huo ulioonekana na Reuters unaonyesha kwamba kutakuwa na mpango wa kuunda kikosi kitakachokuwa nchini Ukraine mbali na mstari wa mbele wa mapigano kama sehemu ya makubaliano ya baadaye ya amani yatakayoungwa mkono na Ukraine. Kikosi hicho kitakuwa na jukumu la kuhakikisha usalama na kuzuia uvamizi wa baadaye wa Urusi. Haya yakiharifiwa, rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema anaitaka Marekani na washirika wengine wa Ukraine kutoka nchi za magharibi kutokubaliana na matakwa ya Urusi katika vita vinavyoendelea. Zelenski amesema Urusi imeweka matakwa mengine zaidi kwa ajili ya kutekelezwa kwa mkataba wa amani katika Bahari Nyeusi na miundombinu ya nishati ikilenga kupunguzwa kwa shinikizo la vikwazo ilivyowekewa. Rais huyo wa Ukraine amesema kauli za Marekani za kuiunga mkono Urusi zinadhoofisha shinikizo kwa Urusi na juhudi za kuleta amani katika mzozo huo mkubwa wa Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Wakati huo huo, jeshi la Korea kusini limesema Korea kaskazini imetuma kikosi cha majeshi elfu tatu zaidi mwaka huu pamoja na makombora na silaha zingine kuisaidia Urusi kupambana na Ukraine. Urusi na Korea kaskazini hazijathibitisha taarifa hizo, ila mataifa hayo mawili yalisaini mkataba wa kijeshi mwaka jana, rais Vladimir Putin alipofanya ziara ya nadra Korea kaskazini.